Ameyasema hayo alipokuwa katika kampeni za uchaguzi mkuu mkoani Singida. Daktari Samia Suluhu Hassan ameirithi ndoto ya Mwalimu Nyerere, maono ya Mwalimu Nyerere ya kutaka kuwashinda maadui hao watatu, na kwa kweli, kwa mambo ambayo Rais Samia amefanya katika miaka mitano hii katika maeneo ya afya, elimu na uwezeshaji wa wananchi, yanaashiria dhamira ya dhati ya, ya kupambana na maadui hao watatu na dalili za ushindi ziko wazi wazi. Amesema kuwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan, kwa kutambua uwepo wa wakulima wengi ameweka nguvu kubwa katika kilimo kwa kipindi cha miaka minne na nusu ya uongozi wake. Rais Samia kwa kutambua kwamba wakulima ndio wengi zaidi kwenye nchi yetu, kilimo ndio eh, sekta inayotegemewa zaidi katika nchi yetu, aliweka nguvu kubwa katika kilimo chetu katika miaka minne na nusu ya uongozi wake. Mmoja ya mambo ambayo Rais Samia aliyafanya vizuri na kwa mafanikio ni kuongeza ya kilimo katika shughuli za maendeleo. Bajeti ya wizara ya kilimo iliongezwa kutoka bilioni 294 kwa mwaka mpaka trilioni 1 bilioni 200 na milioni 400. Hapo vipi? Kuongezeka kwa bajeti hiyo kulikofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan kumewezesha miradi mikubwa ya umwagiliaji kutekelezwa katika nchi yetu. Kwa upande wake mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida Martha Mlata amesema kuwa wananchi waliofika hapo katika kampeni hizo wameonesha vibuyu ambavyo vinaashiria kuwa wapo tayari kwa ajili ya kupiga kura Oktoba mwaka huu. Nataka uone hivi vibuyu ulivyoviona hapa, hawa mabinti waliobeba, lakini kinamama wamebeba vikapu. Inueni na nyungo hizi, hii yote ni kukuashiria kwamba Oktoba tuko tayari kufanya maamuzi magumu, ili dunia ijue, ili wajue Ilongero kuna watu wote watakwenda kumpa Dr. Samia Suluhu Hassan kura, kwa sababu hawa watu ni watulivu, hawa watu wana upendo, wanapenda amani, ndio maana umeona vibuyu hivi. Hivi vibuyu ni mila na desturi ya upendo, ushirikiano, ukarimu, kusaidiana. Ndiyo maana umeona pale kuna nafaka mbalimbali mpaka mbali. Maziwa ya mtoto yanaweza yakawekwa pale.